Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi katika hafla hii. Mheshimiwa Rosemary Sitaki Sinyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma ambaye kwenye kiti chake yupo Alhaji Shekimweli anayemwakilisha kwa sasa. Mheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri mliokuwepo hapa. Mheshimiwa wakuu wa wilaya mliokuwepo hapa na wakuu wa mikoa waliokuepo hapa. Mhandisi Crispian John Luhemeja, katibu mkuu katika ofisi ya makamu wa rais unayesimamia muungano na mazingira. Makatibu wakuu kutoka wizara mbalimbali na manaibu katibu wakuu mliokuepo hapa. Naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais unayesimamia muungano. Naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais unayesimamia wa mazingira. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama waheshimiwa mabalozi mnaotuwakilisha kutoka nchi mbalimbali, na wale wawakilishi kutoka mashirika ya kimataifa na wadau wa maendeleo, waheshimiwa wabunge mliokuwepo hapa, viongozi wa taasisi za umma na sekta binafsi, waheshimiwa mbalimbali mliokuwepo hapa, viongozi kutoka nemki DG, mwenyekiti wa bodi na watumishi wote wa nemki, machifu mliokuwepo hapa, wanafunzi wa vyuo vikuu mliokuwepo mabalozi wa mazingira mliokuwepo hapa, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, ndugu wanahabari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, itifaki naipa nafasi yake. Ninawasalimu kwa salamu nzuri ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi na vilivyomo kwa kuweza kutukutanisha hapa tukiwa na afya njema katika kushiriki kilele cha maadhimisho ya siku hii ya mazingira duniani. Mheshimiwa Makamu wa Rais, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani leo hii hapa mkoani Dodoma. Tumefarijika sana kupata heshima kubwa ya kuwa nawe hapa katika siku ya leo, pamoja na majukumu mengi ya kitaifa na kimataifa ulionayo. Hii inadhihirisha uongozi wako ni mahiri katika kusimamia masuala ya Muungano na hifadhi ya mazingira, pamoja na uongozi wa vitendo tuonesha katika shughuli za uhifadhi wa mazingira. Mheshimiwa mgeni rasmi Mafanikio yote haya tuliyoyapata katika ofisi ya makamu wa rais yanatokana na usimamizi wako madhubuti. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Makamo, kwa mafanikio makubwa tunayojivunia katika ofisi yako, Mheshimiwa Makamu wa Rais. Aidha, nichukue fursa hii tumshukuru na tumpongeze sana Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakika amekuwa kinara kinara, aliyebeba ajenda aliyebeba mikakati na kampeni mbalimbali mbali za uhifadhi wa mazingira kitaifa na kimataifa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, leo Watanzania tunaungana na jumuiya ya kimataifa kuadhimisha Siku ya Mazingira Duniani ambayo hufanyika tarehe tano Julai kila mwaka. Historia ya maadhimisho haya yanatokana na maamuzi ya azimio la Baraza la Umoja wa Mataifa kwamba kuwe na siku maalumu ya maadhimisho a mazingira duniani kote ikiwa ni kumbukumbu -kumbu ya mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira uliofanyika mwaka 1972 mjini Stockholm, Sweden. Kutokana na umuhimu wa malengo ya maazimio hayo, mataifa mbalimbali yanatambua umuhimu wa uhifadhi wa mazingira, Tanzania ikiwa ni miongoni mwao, yamekuwa ikiendeleza utamaduni wa kuadhimisha siku ya mazingira duniani kila mwaka ifikayo na huadhimishwa kwa ujumbe maalumu unaotolewa na Umoja wa Mataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka huu maadhimisho haya kimataifa yatafanyika katika nchi ya Korea Kusini mjini Jeju na yataongozwa na kauli mbiu isemayo komesha uchafuzi wa mazingira unaochangiwa na taka za plastiki. Kauli mbiu hii inalenga kulinda vyanzo vya maji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 kwa kauli mbiu ya kitaifa isemayo mazingira yetu Tanzania ijayo, tuwajibike sasa dhidi ya matumizi ya plastiki, kutokana na uchafuzi wa mazingira ya bahari, maziwa na mito utokanao na taka za plastiki. Kauli mbiu ya kitaifa inahamasisha jamii kupunguza matumizi ya bidhaa za plastiki ili kuhifadhi mifumo ya ekolojia ya mito, maziwa na bahari. Aidha, katika wiki ya maadhimisho ya mazingira duniani tarehe moja hadi tarehe 5 Juni 2025 sekretarieti za mikoa mamlaka za serikali za mitaa kupitia ofisi ya rais TAMISEMI zimepewa maelekezo ya kuadhimisha siku ya mazingira katika maeneo yao kwa namna itakavyokuwa zimejipanga. Vilevile, kupitia ofisi ya rais TAMISEMI kila mkoa utawasilisha taarifa ya namna shughuli za maadhimisho ya wiki ya mazingira zinavyotekelezwa katika mikoa yao. Vile vile wizara za kisekta pia zitawasilisha mipango na utekelezaji wa shughuli za maadhimisho katika ngazi za wizara na taasisi zake, hii ikiwa ni pamoja na ushiriki wa shughuli za kitaifa zitakazokuwa zinaratibiwa na ofisi ya makamu wa rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais ambaye ni mgeni rasmi katika shughuli hii. Maadhimisho ya mwaka huu pamoja na mambo mengine yameambatana shughuli mbalimbali ambazo ni pamoja na uhamasishaji wa shughuli za usafi wa mazingira, maonyesho ya wadau ya bidhaa, huduma za ubunifu kuhusu uhifadhi wa mazingira, kongamano la vijana kuhusu uhifadhi wa mazingira. Shughuli hizi ni miongoni mwa jitihada zinazofanywa na serikali na wadau katika kuhifadhi na kusimamia mazingira yetu nchini vile vile mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kote nchini zimeelekezwa kufanya maadhimisho haya katika maeneo yao ili kuhamasisha wananchi umuhimu na utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Mheshimiwa Makamu wa Rais, leo katika kilele cha siku ya mazingira duniani, pamoja na kuhutubia taifa kupitia hadhira hii, tunaomba kwa unyenyekevu mkubwa uweze kufanya shughuli zifuatazo: moja kuzindua mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa taarifa za mazingira; pili, kutoa tunzo za kutambua mchango wa viongozi mbalimbali mbali na taasisi katika suala la uhifadhi na usimamizi wa mazingira. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kabla kumaliza hotuba yangu, napenda kuchukua nafasi hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa jiji la Dodoma kwa maandalizi yao mazuri. Aidha, napenda kuzishukuru idara za serikali, taasisi mbalimbali, vikundi vya washirika wa maendeleo na wananchi kwa ujumla walioshiriki katika maadhimisho haya. Pia ninavishukuru na kuvipongeza vyombo vya habari ambavyo vimeelimisha na kuhamasisha umma kwa kiasi kikubwa sana umuhimu wa suala la uhifadhi na usimamizi wa mazingira. Kazi hii imefanywa vizuri sana na naviomba viendelee kufanya kazi hii. Mheshimiwa makamu wa rais sasa kwa heshima kubwa na kwa heshima kubwa na kwa mahaba na kwa mawada na mapenzi makubwa mheshimiwa baada ya kusema haya naomba sasa nichukue fursa hii ni kukaribishe uje kuhutubia ama kuongea na hadhara hii na baadaye uweze kuzindua mfumo wa kitaifa wa usimamizi wa taarifa za mazingira nchini pamoja na kutoa tunzo mbalimbali mbali kwa viongozi na taasisi zilizofanya vyema katika masuala ya uhifadhi wa mazingira na nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi karibu sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.